Lakini rai yangu kubwa kwa waliokopeshwa, kama tulivyotangulia kusemwa, ili jambo alikuwa wa rahisi. Wako vikundi vingine ambao mpaka leo hawajapata mikopo na wanalamika kila kona. Kwa hiyo ni bahati na baraka nyinyi kupata mikopo hii. Rai yangu kwenu, rejeshwa hii reje? Rejeshwa sio mikopo ya siasa kwamba umepewa unapita hivi. Sivyo jamani, anatoka mjini anasema anachukua anapita hivi au mnatoka mlangoni hapo, huyo anaenda kulipa ada, huyo anaenda kulipa mchango wa harusi, huyo anaenda kununua dera yeah. Eh, huu sio sio mkopo namna, ni mkopo wa biashara, ni mkopo wa kujenga kichu kichu uchumi, na tunatarajia hawa walioko hapa wanaokopeshwa leo tukutana nao mtaani kesho kutwa wanakuwa na ujasiriamali ambao wametosheleza, ili pia wawe somo kwa wale wengine ambao hawajapata. Sio jamani? Kwa hiyo tunawaomba sana sana Hakuna umasikini unaopigwa vita ukaondoka bila nidhamu ya mapato na matumizi. na sisi sera ya e, sera ya chama chetu ni kuhakikisha wananchi wote wanainuliwa kiuchumi popote walipo, bila kujali ni mlemavu, bila kujali amekaa kijiji gani. Na ndio maana unaona kwamba hizi fedha zikopeshi watu wanaonekana wajanja wajanja, zinakopeshwa watu wote, kijiji chochote, kitongoji chochote waliko, alimradi yale masharti ya pesa ya serikali wamefuata Watafute miradi rahisi ya kuendesha, watafute biashara rahisi za kufanya, watafute biashara ambazo zinafanana na mazingira yao. Wasibuni biashara ambazo mwishoni mwa siku zinakuja kugeuka adhabu kwao, na mwishoni unashindwa kurudisha rejesho, anakutana nazo. Tuwashauri namna nzuri ya uendeshaji wa hizo shughuli zao, kwa kila mmoja kwenye eneo lake, na biashara na aina ya shughuli ambayo anaifanya, na ili kulisitiza kila mara, kama ni biashara, afisa biashara awapitie na kwenda kuona, kwa afisa maendeleo, ainisha kila kikundi kinafanya biashara gani au kinafanya shughuli gani ya kiuchumi. Alafu wataalamu waende wakawasimamie kulingana na asili au aina ya biashara ama shughuli ambayo anaifanya yule mwananchi kule kwenye kundi. Ekeni utaratibu wa kuwatembelea na kuona maendeleo yao, namna wanavyofanya, ili kama kuna changamoto waweze kushauriwa na kuelekezwa namna ya kuondoka kwenye hizo changamoto, ili waendelee na uzalishaji na biashara, ili kesho kutwa twende tukakusanye na kurejesha mikopo ambayo tumekwenda kukopa na hapa tumeelezwa ni mkopo ambao hauna riba yoyote. Kwa tuende tukawasaidie, tusiwaache wenyewe wakiogelea peke yao, lakini na nyinyi pia lazima muwe waaminifu. Ameeleza hapa mheshimiwa mwenyekiti, nachukua mkopo, wengine wanakwenda kununua nguo, wengine wanakwenda kununua simu, wanashindana huko, wanaenda kununua ereni. Mikopo hii sasa lengo la serikali sio hilo, lengo la serikali tunataka tuone watu wakibadilika maisha yao kupitia shughuli hizi za kiuchumi. Kwa twende tukafanye na kutekeleza shughuli zile ambazo zimelengwa ili kuweza kujikwamua kiuchumi sisi na familia zetu, lakini pia tukifanya hivyo ndivyo ambavyo pia tunakuza uchumi wa halmashauri yetu ya wilaya ya Moshi, lakini pia mkoa wetu wa Kilimanjaro na taifa letu kwa ujumla wake. Huo ndio msisitizo ambao tunatakiwa sote kwa pamoja twende tukafanye. Asalamu as alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa majina naitwa Ramadhani Samuel Mahanyu ni katibu wa CCM wa Ula. Ndugu wa zangu wana vikundi mliokuja hapa, kwanza mnatakiwa kwa kweli kumshukuru Mungu kwa sababu tunayo vikundi vingi sana katika halmashauri yetu ya Moshi vijijini, lakini nyie mmepata bahati kuja kupata fedha hizi ambazo ni asilimia kumi na asilimia hiyo mliyoipata, so kwamba imekuja kibahati mbaya hiyo, inatokana na ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka elfu mbili na ishirini ishirini na tano. Sisi wakopeshwaji tunashukuru sana kwa msaada huu, sio msaada kwa, kwa hela hii tuliopewa iweze kutunyanyua kiuchumi Tunashukuru mno mno, mno kwa sababu tunaamini kwamba fedha hii tuliokopeshwa itatutoa si, sisi binafsi pamoja na familia zetu kutoka point A kwenda point B. Tunaomba Mwenyezi Mungu atujalie ili tuweze kusimamia hii miradi yetu tunidegu, midogo midogo tulioanzisha ili tuweze kurejesha hizo pesa na hatimaye vikundi vingine viweze kukopeshwa tena. Shukrani za pekee ziende kwa mama Samia Suluhu Hasan, rais wetu, kwa kufungua tena dirisha hili la kukopesha wamama, vijana pamoja na walemavu, tukaweza na sisi kuingia katika hilo kundi la kufaidika kwa hiyo mikopo pili. Tunamshukuru sana, tunashukuru sana maafisa maendeleo ya, ya wilaya ya Moshi, wamefanya kazi ngumu nzito na kwa moyo na weledi mkubwa, wakaweza kututua kule tulikokuwa tumejisunda, tukaweza kukaa pamoja, wakatuelimisha na mambo ya sasa hivi ni digitali kijiti